Mwanafunzi wa kidato cha tatu Shule ya Sekondari Nyampande, ambaye umri wake ni miaka kumi na sita, ambaye jina lake tunahifadhi kwa mujibu wa sheria, huyu alibakwa na mwalimu wake, ambaye mwalimu huyo anaitwa Edwin Mathew Temba na miaka 37, ni mwalimu wa Shule ya Msingi Nyampande, mkazi wa Nyampande wilaya Sengerema, na tukio hilo la kikatili la ubakaji lilifanyika wakati binti huyo ameitwa hapo kwa ajili kwenye nyumba ya mwalimu kwa ajili ya kuangalia mchezo wa mpira wa miguu, ndipo mwalimu huyo alipata fursa ya kuweza kuifanyia kitendo hicho cha kikatili kwa kumuingilia kimwili. Inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo alikuwa na desturi ya kwenda kutizama televisheni nyumbani kwa mwalimu Edwin Matthew Temba ambapo tarehe 24 mwezi wa pili majira satano ya saa tano mwanafunzi huyo alikwenda kwa mwalimu Edwin Matthew Temba kutizama mpira wa miguu ndipo huyo mtumiwa alipata nafasi ya kumbaka kwa kumfanyia kitendo cha kikatili. Mtumiwa huyo amekamatwa na uchunguzi tuhuma hizo zinazomkabili unaendelea kufanyika kufanywa na jeshi la polisi, ambapo uchunguzi ukikamilika, jalada hilo litatumwa kwa mkuu wa mashtaka wa mkoa ili naye aweze kusoma na